Bwana, katika kina cha giza ambalo sijui jinsi la kutoka he. Upendo wako unanifikia kama mwanga mkuu unaopasua anga la usiku, hivyo upendo wako unavunja kila ukuta nilioujengea moyoni mwangu, sijui ni kwa nini he. Lakini upendo wako hauogopi kujua siri zangu zote he. Hautetemeki kuona ule ubaya nilioufanya, e haugeuki nyuma kuona ile aibu niliyojificha, wakati ninajiona sisitahili hata chembe moja ya neema yako he. Upendo wako unaniambia wewe ni mtoto wangu e. Mungu wangu upendo wako si kama upendo wa binadamu unaozidi na kupungua he bali ni kama bahari isiyo na mwisho ikifurika kila wakati. Nilipojaribu kukimbia mbali nawe he. Upendo wako ulinifuata. Nilipojaribu kujificha katika dhambi he. Upendo wako uliniota. Nilipojaribu kusema sina haja yako he. Upendo wako ulisubiri kwa uvumilivu. Katika masaa ya giza wakati moyo wangu unapovunjika kwa maumivu makubwa he. Upendo wako unakuja kama zawadi ya faraja. Si upendo wa kusikitikia he. Bali upendo wa kuponya. Si upendo wa kupitia haraka he. Bali upendo wa kukaa nami katika machozi. Mimi niliyekuwa mkondoo aliyepotea katika msitu wa dhambi e eh, upendo wako ulinichukua begani na kunirudisha nyumbani. Mungu wangu, upendo wako unashangaza. Huoni eh, ubaya wangu ili kunichukie eh, unaona uzuri wangu ambao mimi sijui kuwa nao Wakati watu wangu wanaponikacha kwa sababu ya makosa yangu, upendo wako unanishika mkono na kusema he, sitakuacha kamwe. Ile hatia ambayo ilikuwa ikiniuma kila usiku, upendo wako umeisafisha kwa damu ya Yesu. Ile aibu ambayo ilikuwa ikinifanya nisiinue uso wangu Upendo wako umenirudishia heshima katika familia yangu ambayo imevunjika, eh. Upendo wako unaijenga upya katika ndoa yangu ambayo imekufa, eh. Upendo wako unaihuisha katika watoto wangu ambao wamejitenga nami, eh. Upendo wako unawaunganisha nami tena. Bwana, upendo wako hauogopi kuingia mahali ambapo hakuna mtu mwingine anayetaka kuingia. Katika hospitali pale nilipokuwa mkongwe na mdogo, uh. Upendo wako ulikuwa daktari wangu. Katika jela pale nilipokuwa mfungwa, uh. Upendo wako ulikuwa uhuru wangu. Katika makaburi pale nilipokuwa nimekufa kihisia, he, upendo wako ulikuwa ufufuo wangu. Wakati dunia inaposema aha, na dhamani, he, upendo wako unasema he, ni dhamani yangu kubwa. Wakati ibilisi anapoteta eh, hakuna tumaini, he, upendo wako unaimba hi, mimi ni tumaini lako. Mungu wangu, upendo wako si zawadi ya muda, e, bali ni ahadi ya milele. Ujanipa upendo ili baadaye uniondolee. E, hauniambie e, nitakupenda, e, bali unasema e, ninakupenda sasa hivi na daima. Katika siku za furaha, upendo wako unasherehekea pamoja nami, eh katika siku za huzuni upendo wako unalia pamoja nami. Kila asubuhi ninaamka, upendo wako unaniamkia karibu katika siku mpya ya mapenzi. Kila jioni ninolala, upendo wako unanongoneza hii lala kwa amani, mpenzi wangu. Hata kama kila mtu ataninunulia na kunisahau upendo wako hautanisahau kamwe. Hata kama mimi mwenyewe nitajisahau, upendo wako hautanisahau Bwana. Upendo wako umekuwa kama mti mkubwa wenye kivuli he, chini yake napumzika kila wakati nisipoona njia ya kuendelea. Umekuwa kama chemchemi isiyo na mwisho he kutoka kwake na kunywa maji ya uzima. Umekuwa kama nyumba ya salama he, ndani yake napata hifadhi kutoka dhoruba za maisha. Katika jina la Yesu ninasimama leo na kutangaza he, upendo wa Mungu unanifikia. Haufikiri mara mbili eh, haugopi kubadilika eh. Hautaki malipo e. Unanifikia tu kwa neema e, kwa huruma e, kwa upendo wa bure e. Upendo wako unanifikia daima, milele. Amina.